Na tukiangazia mengine ni kwamba serikali ya kaunti ya Taita Taveta imewatunuku wahudumu wa afya na vituo vya afya ambavyo vimetoa huduma bora katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Gavana wa kaunti hiyo Andrew Mwadime amesema kwa sasa wanashirikiana na wadau wengine katika sekta ya afya ili kuimarisha utoaji huduma za matibabu katika hospitali za umma. Kiongozi tena mkubwa anaenda huko vijijini na kuambia watu oh. Ati hawezi enda Moi, naye mwenyewe atakiwa nini wa shawai kwenda? Mimi mwenyewe governor naendaga Mwatate Sub County Hospital, na nikiwa rifadi ndio niende Moi Hospital. Lakini anainsaiti wananchi huko kwa chini, yee sahii hajui kwamba yee kule juu serikalini yeye ndio anaweza tutetea kwa shaa ianze kulipa mahospitali, inunue madawa kwa haraka mfumo wa FIF na SHA, zile pesa ambazo tumeweza kukusanya, tumejaribu sana kuimprove all those areas, na tunasema hii ni kwa sababu pia tumegundua ule mgao wa kaunti ambao tuko nao hawezi kutosheleza yale mahitaji ambayo tunahitaji So pia tumejaribu sana kuangalia ile private, uh, public private partnership, na kupitia hiyo tumejaribu as a hospital tuliandika proposal na tukapewa grant ya 40 million ambayo sasa inatujengea modern maternity theater na newborn unit. Ufadhili wa wakati mwingine huisha. Ni muhimu kwamba county ichukue jukumu la mbele ili iweze ku maintain zile gains ambazo tumekuwa nazo kwa miaka hizo nne ambazo tumekuwa tukifanya kazi pamoja. Na ningependa kushukuru sana Taita Taveta kwa sababu ya leadership ambayo wameonyesha. Tumejua kwamba wako tayari, wako tayari kuendeleza a, a, e fight against HIV, ili watu wa Taita Taveta a, uambukizi wa HIV upungu, upungue. Kwingineko ni